Tafakari andiko la Askofu Kalikawe lwa Kalinda Bagonza akisema kwamba wakikutuma ukakubali, wasikupe maneno ya kutumia. Anasema, moja, kimsingi hakuna asiyetumwa. Kosa ni kutumiwa kuliko kutumwa. Usikubali anayekutuma akupe maneno ya kutumia, mambo ya dhamiri, mtu ajitume na atumie maneno yake mwenyewe. Jambo la pili, Askofu Bagonza anasema kwamba ukitumwa ukatumiwa ukapewa maneno ukaacha yako na kutumia uliopewa, kosa si la aliyekutuma, ni lako, utakufa nalo. Namba tatu, anasema kwamba kusema ukweli kwa hasira, uchungu, au hata kwa nia mbaya ni bora kuliko kusema uongo kwa upendo. Namba 4 anasema kwamba mtu mwenye akili akituma kufanya jambo la kipumbavu nawe ukalifanya anakuona mpumbavu, matokeo yake anamheshimu yule aliyemwambia akakataa kutii huo upumbavu. Namba tano Askofu Bagonza anaeleza kwamba katika mambo yanayogusa dhamiri usikimbilie manufaa ya muda mfupi na kupoteza heshima ya muda mrefu. Tukio hupita na wanaokosea uugua aibu ya muda mrefu baada ya tukio. Anasema kwamba ni makaburini tu ndiko hakuna haki wala harakati, lakini kuna amani. Wenye muujiza wa kuleta amani bila haki tunawaomba watuletee na maendeleo bila kufanya kazi. Anaweka hapa nukuu akisema haki uliinua taifa, Mithali kumi na nne mstari wa thelathini na nne. Anamaliza kwa kusema jamani, anashinda bila shida, tutatiki hawatatiki na wote wataandamana ili kutiki au kutotiki, usimzuie mtu na usimlazimishe mtu. Acheni kuhujumu mamlaka na mamlaka haipendi hayo, huku akiambatanisha picha kadhaa za viongozi wa dini. Hii ni kamati ya amani Mwanza, yasisitiza amani silaha muhimu ya taifa. Na ikumbukwe kwamba pia kesho tarehe ishirini na moja mwezi wa kumi mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika mkoa wa Mbeya. Maandalizi yanaendelea kwa ajili ya kamati ya amani ambayo itaketi katika jiji la Mbeya, lakini amba, ameambatanisha pia picha hii ya Sheikh Beke akisema kwamba hakuna haki pasipo amani lakini picha nyingine ameambatanisha sema wa Kenya, wanajidai sana na msiba wao wa Raila Odinga, na sisi tutafiwa tu. Pia kuna picha ya Mwalimu Kambarage Nyerere akiwa anatafakari. Hili ni andiko la Baba Askofu Kalikawelo wa Kalinda Bagonza akisema kwamba wakikutuma ukakubali, wasikupe maneno ya kutumia. Tutafakari kwa pamoja na ninakutakia wakati mwema.